Watu 26 zaidi wamekamatwa kuhusiana na wizi wa mtihani ya KCSE inayoendelea humu nchini. Tisa kati yao waliokamatwa leo ni wanafunzi na wengine wanajumuisha wasimamizi wa mitihani wa mpishi mmoja na raia. Kufikia sasa, jumla ya watu 51 wamekamatwa kwa wizi wa KCSE tangu ulipoanza kote nchini. Melita uletengeza na taarifa hiyo. Shule ya Oshenia Junior Secondary School iliyoko kituo cha Shelly Beach Mombasa inaongoza katika idadi ya watu waliokamatwa kwa kuhusika na wizi wa mtihani. Waliokamatwa ni meneja wa kituo cha mtihani Edina Furaha Nelson na wasimamizi watano wa mtihani. Aidha, mpishi wa shule hiyo Lina Owiti pia akidaiwa kuhusika pamoja na wanafunzi sita. Katika shule ya upili ya St Cecilia kaunti ya Bungoma, wasimamizi watano wa mtihani walikamatwa na katika shule ya upili ya St Ann Sunrise iliyoko kaunti ya Migori, naibu meneja wa kituo Bernard Otieno na msimamizi George Oudo walinaswa. Wasimamizi wawili katika shule ya upili ya Agorosare pia walinaswa. Katika shule ya Friends Kaptola huko Bungoma, mtu mmoja ambaye hakuwa na shughuli yoyote ya kufanya shuleni humo alikamatwa. Wanafunzi waliokamatwa ni mmoja katika shule ya upili ya Magunga, mwingine katika shule ya upili ya Sangailu, na watatu kutoka shule ya upili ya Sosiani. Melita Oletenges, runinga Citizen.